Bwana Yesu asifiwe, wapendwa watazamaji. Bila shaka natumai mtakuwa mnaendelea vizuri popote mlipo, na wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni mfalme wa wafalme. Mbarikiwe popote mlipo, lakini pia msisahau kusubscribe, kulak na kucomment, kwa kuwa mtakavoingia, sivyo ndivyo mtakavotoka. Somo la leo linasema hivi, mnafahamu ni kwa nini watu wa dini wanamchukia Yesu Kristo? Mnafahamu ni kwa nini watu wa dini wanamchukia Yesu Kristo? Hili swala halikuanza leo. Alikuanza leo. Alipoonekana katika mwili, matatizo ndiko yalikuanzia huko. Na ndio maana nime toka kufundisha somo ambalo inasema kwamba ni lazima mcha Mungu yoyote apitie changamoto kwa sababu gani? Kama Mungu mwenyewe Mungu mwenyewe alipita katika changamoto, sisi ni nani? sisi ni nani? Mungu mwenyewe ameuvaa mwili alafu akapita katika changamoto, sisi ni nani? na yeye anasema tujifunze, tujifunze kutoka kwake. Ni mwalimu wetu. Mwalimu anapokuwa na kufundisha maana yake ni kwamba anataka uperform ama uwe na elimu sawa na, na vile ambavyo yeye alivyo, na ikitokea uwe zaidi yake, japo hakuna mwanafunzi anaye weza kumzidi mwalimu wake. Maana yake ni kwamba mwalimu anapokufundisha kitu anataka uelewa aliyokuwa nao uwe nao pia. So Yesu ni mwalimu wetu sisi, Yesu ni baba yetu sisi, Yesu ni kiongozi wetu sisi, Yesu ni mwokozi. So vyote hivyo ni kwa ajili yetu sisi. Matatizo ya kumchukia Yesu Kristo haikuanza leo ambapo wewe labda utaenda kumtangaza ama kumuhubiri popote pale, ndipo labda matatizo yataanza. No, yalianza toka kitambo. yeye mwenyewe anapowaambia watu kwamba mimi ndimi, watu wanaingiwa na chuki, watu wanaingiwa na mshangao. Nataka nikwambie muujiza mkubwa ambao watu walioko katika kiza hawajawahi kuuelewa na itabaki kuwa muujiza. Ni kuamini ya kuwa Yesu Kristo ni Mungu. Ni kuamini ya kuwa Yesu Kristo ndiye Mokozi. Ni kuamini ya kuwa Yesu Kristo ndiye muumba mbingu na nchi. Yaani huo ndio muujiza ambao walioko katika kiza hawatokuja kuelewa na walioko katika kiza hawatokuja kujaribu kuufanya huo muujiza. Miujiza mingine yote wanaweza kufanya. Miujiza mingine yote wanaweza akakopi, lakini huo hapo muujiza ni breki ya mwisho, na kwa sababu ni ufunuo, na hapo ndipo ambapo utakatifu wote umelala. Hebu tutazame hili andiko litupatie picha ya kile ninachokisema. Ukisoma katika kitabu kile ni cha Yohana, sura yake ni ya tano, mstari wake ni wa kumi na sita hadi 19 tutasoma maandiko. Nasema hivi kwa sababu hiyo, ukisoma juu utapata concept ilivyo, sababu ni ndefu, nataka nikatie hapa alafu ni kuexplain. So ukipata muda soma vizuri kwa utulivu, uone jinsi namna conversation ilivyokuwa, then upate kuelewa nachokizungumza. Maandiko nasema hivi, kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Nadhani hapa unaanza kupata picha ni kitu gani ambacho kilileta mtafaruko kati ya wayahudi na Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo wayahudi wakamuudhi Yesu. Kwa hiyo waliomuudhi Yesu ni Wayahudi, walimuudhi kwa sababu gani? Kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. akawajibu akawajibu elewa, kisa kwa nini watu wa dini wanamchukia Yesu Kristo. Na hao watu wa dini hawakuanza leo, walikuwepo kitambo, na kile ambacho mnachokiona leo ni, ni reflection ya kile kilichokuwepo. Sijui unanielewa ninachotaka kusema. Akawajibu, akawajibu, baba yangu anatenda kazi hata sasa Leo kuna vikundi vya watu wengi wameibuka kusema kuwa Yesu sio mwana wa Mungu. Mungu hazai, Mungu wafanyeje? Yesu sio. Kwa akili yao wanaposikia kuzaa, wanajua tu mtu anaweza kuzaa kwa njia tu ya uke, okay, basi. Na anayeweza kuzaa ni mwanamke tu, basi basi ndo wanajua hivyo, si unanielewa? Kwa akawajibu Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Tunapaswa kumuuliza, wewe Yesu, wewe unamwita Mungu baba, alikuzaa muda gani? Na wakati watu wana ushahidi na uthibitisho wanajua kwamba umezaliwa na Maria, japo umezaliwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Manake ni nguvu za Roho Mtakatifu amevaa mwili Bwana Yesu asifiwe. Taelewana kwa sababu ndio vitu vinavyochanganya hawa watu wa dini: Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, Mungu, Yesu, hivi vitu eni, wakivisikia hawaelewi. Kwa hiyo kuto kuelewa, wanaingia sasa katika kupinga kwamba hivi vitu sio kweli, ni uongo. Wanaamini vichache, nabii, hivi vitu vyote watakwambia wanaamini tu kwamba Yesu ni nabii wa Mungu. Yesu ni nabii wa Mungu, ndio wanachokijua tu na wanaamini hicho. Na nimeona komenti nyingi sana kwenye chaneli yangu, watu wa imani nyingine wanavyoposti, wanakuambia Yesu ni nabii tu wa kawaida kama manabii wengine wote. Nani alikuambia hivyo? Nabii gani ana uwezo wa kuzungumza haya kama sio Mungu? Hebu nimalizie andiko, nisizungumze ni, ni, ni sana maandiko. Nasema akawajibu baba yangu anatenda kazi hata sasa nami nitatenda kazi. Kwanza, unaweza kunipatia nabii yoyote ambayo aliyewahi kuzungumza maneno haya? Nabii yoyote kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo wao katika vitabu vyenu, nabii wenu aliwahi kuzungumza kauli hizi? Basi kwa sababu hiyo aliposema akawajibu Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Hiyo sababu, alimponya mtu siku ya Sabato, alifanya kazi siku ya Sabato. Basi kwa sababu hiyo, Wayahudi walizidi kutaka kumuua kwa kuwa hakuivunja Sabato tu bali pamoja na hayo Alimwita Mungu baba yake. Kwa hiyo hawa watu wakusema kwa kwamba Yesu sio mwana wa Mungu. Wapi Mungu amesema ana mtoto? Sikiliza nikuambie, wewe sio wa kwanza. Kuna watu walikuwa wamesoma zaidi yako, wamesoma zaidi yako, walikutana na Yesu ana kwa ana, walimsikia mwenyewe anasema kwamba nimetoka kwa Baba, natenda kazi za Baba. Aw, hapa anasema kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali pamoja na hayo Alimwita Mungu baba yake akajifanya sawa na Mungu, alimwita Mungu baba yake akajifanya sawa na Mungu. Ni mwanadamu yupi anayeweza kujifanya sawa na Mungu? Yupi? Kwa kazi ipi? Kwa kitu gani? Kwa nini tu anaweza kujifanya hivyo? Kwa sifa gani? Lakini Yesu alijifanya sawa na Mungu, alijifanya sawa na Mungu. Mungu, wanasema tu, wanamchukia kwa kuwa amejifanya sawa na Mungu, ikiwa huyo Mungu hajawahi kumwona matatizo, lakini alisema waziwazi wazi. Sisi tunaosoma na kuelewa haya mambo tunaona alisema kuwa yeye ni Mungu. Maandiko anasema kwamba bali pamoja na hayo alimwita Mungu baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Basi Yesu akajibu akawaambia, amini nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amwona baba yake alitenda, kwa maana yote atendayo yeye ndiyo ayatendayo mwana vile vile. How come ninachokitenda mimi ndicho ambacho babangu anakitenda two thing different. Kwa hapa anajaribu kuambia kwamba mimi ni Mungu, kwa sababu roho iliyoko ndani wao walikuwa nakufa na mwili, na ndio kinachopoteza wengi ni mwili. Kwao nawaambia kwamba kila ninachokifanya kila mwili unachokifanya pale ni, ni, ni maamuzi ya roho ya kimungu isiyokuwa na mwanzo isiyokuwa na mwisho isiyokufa isiyotenda dhambi isiyofanyeje, iko ndani utukufu wote, yani iliyoumba iliyofanya chochote, iko ndani. Sasa najaribu kuwaambia kwamba kilichokuwa ndani yangu ndiye yule ambaye mnayesema kuwa kwamba najifanya sawa naye, kwa hiyo ni mimi. Hichi ndicho kitu kinachopelekea maelfu ya watu wa dini wengi wanamchukia Yesu Kristo ni kwa sababu hawajui siri ya ufalme. Ufalme una siri. Mnadhani kila mtu ataijua siri ya ufalme? Au mafrimason mnaosikia kwamba mafrimason sijui dini mbalimbali mbali, zina siri hizo. Dini zina siri, na ukitaka kuzijua ingia huko, utaenda kujua kwamba kuna mambo ambayo hamuelezwi kwa sababu hampo huko. Mtaambiwa, mtaelezwa pindi ambapo mtaingia. So huu ufunuo wa kuelewa haya mambo ni kwa sababu tupo katika himaya yetu na tumeitwa huku, kwa hiyo hizi siri tulifunuliwa. Ndio maana mtu anaweza kuchukua hii Biblia kama sio, anaenda kutapeli watu, anaenda kupotosha watu, anaenda kuua watu, anaenda kuuza madawa anauza unga makanisani, umo sijui, akitaka kusafiri na vyombo anaweka vitu kama hivyo. Lakini neno hili likifika katika mikono ya mtu ambaye ni mhusika aliyechaguliwa, aliyeitwa, watu wanaokolewa, watu wanaponywa kiroho, nafsi zinapata maisha Nasi zinapata uzima wa milele kwa yote haya ambayo nimetoa hapa, unaweza ukafanya uchunguzi na ukajifunza. Katika jina la Yesu Kristo, nadhani tutakuwa pamoja tena kwa nafasi nyingine. Usisahau kusubscribe, kulak na comment. Mimi naitwa Bernard Mwaipopo. Amen.